Ni mchafu amekaa chini, mabinti wamekaa kwenye viti. Hakuna lea kwa sababu ni maskini. Umaskini ni mbaya, nataka niwaelezeni kwamba Mungu anua mtu yoyote awe maskini. Sisi sote tunatakiwa tufikie kiwango cha juu cha kufanikia, hilo ndo kusudia Mungu. Namwongelea mama tu leo, sitamwongelea Tunarudi nyumbani mama yangu anamuuliza, "Mama, kwa nini umekaa chini, alafu vibinti wadogo wamekaa kwenye viti?" na niambia watu hawatuheshimu, sababu sisi ni masikini. Nikamwambia mama, nikikua nitafanya kila mtu akuheshimu. Mama, nikikua nilikuwa na miaka 14 wakati nikikua nitafanya kila mtu aheshimu. That was my first dream. Ndio ilikuwa ndoto yangu ya kwanza maishani. To make everybody respect my mama, kumfanya kila mtu amheshimu mama yangu, ndio ilikuwa ndoto yangu ya kwanza maishani kwangu. Bila mama, nalima kwenye mashamba ya watu. I remember this day, mimi nalima kwenye shamba la mtu wa kupalilia mihogo, shamba la mzee Mambula. I remember this tunapalilia shamba la mihogo ya mtu, halafu tunaribua mihogo tukale nyumbani. Mabura anakuja jioni, anakuta shamba tumepalilia, tujapalilia vizuri halafu, ni jioni saa kumi na moja, hataki kutupa mihogo. Sisemi haya, siishi huko tena tena my mother anaishi Mikocheni, nyumba na wafanya kazi and everything in the house. Akisafiri huyu ticket kusafiri kwenda kutibiwa India, anasafiri business class kwenye ndege my mama feel good, ndio ndoto yangu katika maisha to make my mama happy. Sasa kwa economy nataka mambo ya kai business mm -hmm. My mother mwanamke, naye muongelea ni mama, mwanamke naye muongelea ni mwanamke kama wewe ambaye alisema nitateseka mimi, lakini mwanangu asome, mwanangu awe na maadili. Nitafanya kila ninachoweza kufanya kwa mwanangu, kwa sababu yale ambayo sitayaleta mimi yataletwa nyumbani na mwanangu. Akuzungumza na mtu hapa baya, amekata tamaa, anaona vitu aviendi maisha ni magumu. Mwanao kama mimi nilivyoleta nyumbani, ataleta mambo mengi tena. don't give up on your son or your daughter. Usimkatie tamaa mwanao. Watu watamdharau mwanao, wewe msifie mwanao. Anapokuwa amelala usiku Kabla ya kusinzia, kaa kando ya kitanda cha mwanao, mwambie wewe ni mfalme, wewe ni bingwa, wewe umebarikiwa, wewe una kila kitu, wewe mwanangu, utaniondolea mateso. Ndivyo mama yangu alikokuwa akisema, niko kwa mdogo, anaberiki nateseka mimi, lakini wewe utaleta kila kitu nyumbani pengine kwanza kuvaa nguo nzuri anukie, lakini yeye alishindwa. Yeye alishindwa, lakini akasema nawekeza kwa mwanangu, ataleta gari, ataleta nyumba, ataleta pafyumu, ataleta chakula, ataleta heshima mama ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Mama, na simama kwenye nafasi yako. Usiumizwe na baba, usiumizwe na watu ukaacha kuelekeza kwenye moyo na akili za mtoto wako. Tazama sasa. Tazama sasa jinsi ambavyo ndoto za mama zimetimizwa na mtoto. Ndoto zako zitatimizwa na mwanao angaa. Huwezi kupata kila kitu, wewe hautapata kile unachokitaka, lakini kuna kitu wazungu wanaita generational blessings. Baraka za vizazi na vizazi, baraka za nini? Mimi ndoto yangu, nakwambia ndoto yangu leo, ndoto yangu bwana, nikisema, nikasema mi naotaga ndoto zangu ibali, nikwambia anasema wewe <ần> <tipillo>

Nisoma hali story ya mtu mmoja, mtu kwa wasomaji wa vitabu sana ungani atakuwa meioa na ya huyu mwanariadha maarufu sana ulimwenguni ambaye alikuwa amepambana kufanya mazoezi kwa miaka minne akiwa anataka kwenda kwenye mashindano ya Olympic, atakuletea nchi yake medali ya dhahabu. Tamaa yake ilikuwa ni kuleta medali ya nini? dhahabu kwenye mchana, anateseka miaka minne, anakimbia kwenye milima mirefu. Lakini ilipofika wakati mwa mashindano yale, mke wake kaandikiwa kujifungua, akasema siwezi kwenda kwenye mashindano nikamwacha mke wangu kulea. Kwa hiyo hakwenda kwenye mashindano, akabaki akashindwa kuipata ile medali ya dhahabu. Roho yake ikawa inamuma g akazaliwa mtoto wa kiume, baadaye ile baba akaja kufariki. Ile mtoto akaja kuambiwa baba yako alikuwa na ndoto ya kuleta medali ya dhahabu wapi, ha. Mtoto akafanya mazoezi mazoezi, akateseka akaja kwenye mashindano, akaja kashinda medali ya dhahabu. Akachukua medali yake, pa kwenye kaburi la baba yake, akaiweka halafu akapiga magoti hapa kasema, baba, nimekuletea kila ambacho uliacha kwenda kukichukua kwa ajili <coughs> jilia. Watoto wako watakuletea mama, tamaa kwa moyo wako. Watoto wako watatimiza mama, ndoto ulizo nazo. Usichoke, okay wakatie tamaa mtoto wao, wasaidie kufanya homework. Wapeleke shuleni kila siku, waambie maneno ya kuwatia moyo. Wanapovunjwa moyo mtaani, wakifika nyumbani ya kukutana na mama, wajisikie vizuri. Usimlinganishe mwanao na mtu mwingine yoyote, kamwe usimlinganishe mwanao na mtu mwingine yoyote, usimlinganishe na mtoto wa jirani anafeli hesabu, sema, kwa nini haufaulu kama fulani? Unamuumiza, anazidi kuwa mjinga. Mtie moyo, mwambie unaweza, fanya homework, soma, nitakunulia vitabu, sindio? Mwite mwanao majina mazuri. Wakati dunia huko nje wanamwita mbwa, wewe mwite malaika. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni.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 Kama kulikuwa na kitu na kisubiri kwa hamu michezoni, siku ya Jumapili, sasa kimewadia, ni Sports Extra. gazeti la michezo lenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania Sports Extra. Sports Extra ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania. Liko mtaani sasa, kuanzia juma pili ya Disemba kumi na saba elfu mbili kumi na saba kwa shilingi mia tano tu. Amka na gazeti la Sports Extra juma pili hii na kila juma pili, limeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi, shilingi mia tano tu.